Akakaja anafanya dressing ili anamaliza mm. Amefanya amesafisha maliza, yani ilipasuka mm. Damu zilivuja dokta, zilivuja kiasi ambacho sitasahau mm. pole. Wakapambana wakapambana, halafu alafu mkono, yani, mkono ule kushoto mm. ukawa mweusi yani, ulikufa ule mkono, ulikuwa umeshaanza kubadilika rangi kwa kukosa damu sasa wale walichopambana kuniokoa, walipambana wakafunga kamba mm. ili damu zisiendelee kuvuja, yani kama hii hivi, wakafunga kamba kwa juu kabisa mm -hmm. wakafunga kaza wak. Nilipata maumivu ambayo sijawahi kuyapata, yani nasii kama nitakaa niyapate tena. Pole sana. Nilipata maumivu ya kazi, sijawahi kulia nasitaka nije kama basi. Wakafunga kamba, wakaitana madaktari, wakapeana ushauri, wenyewe walikuwa nyumbani mm wakaja pale madaktari weju mabingwa, wakashauriana, ikaonekana sasa pale ili waweze kuniokoa maisha yangu mm. inabidi mkono ukate. okay. inabidi mkono ukate, ndio ni upuna yangu itakuwa mm. wakamweleza mke wangu hivyo, mke wangu naye akubalilia li sana, lakini walivyokuja kuniambia nini Yaani kwa yale yani maumivu niliyokuwa nayasikia mm. niliwaambia wauondoe tu, kama inawezekana kuondolewa haraka sana okay. nilikuwa na maumivu makali sana, nilikuwa nahangaika sana basi, hakukuwa na jinsi. Nikapelekwa sieta huko, wakafanya walichofanya. Mimi nilivyopelekwa hapa, nilivyofikishwa, baada ya wa, walivyochoma sindano zile za kunilaza mm. Basi sikujua tena, nilikuja kushtuka siku ya pili, yaani baada ya, ya siku moja ya okay. kesho yake mkono sina. Basi naendelea na matibabu tu. Pole sana, pole mno, pole kwa changamoto ulizopitia katika kupambana na tatizo lako la figo, lakini wakati huo huo bado na pressure lakini kingine ambacho tungependa kujua e, miaka tisa unafanya dialysis, unasafisha e, damu kwa msaada wa mashine. Gharama, gharama hizi unazimuduje? Una na zikoje kwako? Asante, nashukuru kwa kweli. Labda ni kumshukuru Mungu ndio Sa, wakati mwingine nashindwa kuelewa nimewezaje ni kufika mpaka hapa nilipofika na nimewezaje ni kumudu mm. Lakini wapo wapo ndugu zangu walioinuka wakati naanza kuumwa mm. Wakati naanza tatizo kuna ndugu wengi walinyanyuka akanisaidia, wakati wakaisapoti kwa kiwango kiku kikubwa sana okay. Lakini nilivyoendelea walianza wali kutoka mmoja mmoja mm. Lakini gharama hizi unazionaje wewe, kama mgonjwa na familia? Ni gharama kubwa, ni gharama kubwa, zimekuwa ni mzigo mkubwa kwa familia. Ndio, ni gharama kubwa mno, yaani inamaana kwamba muda, yani tangu nilipoanza kuumwa nilishindwa hata kuendelea na biashara zangu ambazo nilikuwa nafanya, ikafika mm, mahali zimekufa kabisa, hazipo kabisa. Pole sana kwa hiyo na sasa unaona tena sina mkono mmoja. Kwa hiyo na mm. unapojua unavyosafisha damu, mwili hauna nguvu mm, yes. Kwa hiyo kazi yote ya kutumia nguvu useme tafsira hela siwezi kufanya kwahio mm. kwa hiyo na maana sina shughuli yote nakufanya sasa hivi. Pole sana, pole sana. Na sasa umesema biashara zako zote zimekuwa zimekufa na eh, au una vyanzo vingine vya mapato, na una mke na watoto. Nini chanzo chako cha kupata? Maana kwa wiki mnasafisha damu mara mbili au mara tatu e, mara mbili au mara tatu. Sasa unawezaje kumudu gharama hizi? Bado hujaingiza gharama zingine za kununua madawa, hujaagiza tena gharama zingine e, e, za kwenda hospitali, usafiri na kurudi. Unawezaje kumudu gharama hizi na bado una familia ambayo inakutegemea? Kwa kweli ni mzigo mkubwa dokta, lakini nashukuru Mungu kwamba nina mke ambaye kidogo anahangaika, kwa hiyo anasapoti kwenye wakati mwingine mm. kwenye gharama za matibabu, hata na familia ananisaidia, maana na watoto watatu na mke na watoto watatu mm. Alafu najua tena mgonjwa wa figo vyakula vyake ni vya kuchagua mm. Pia wapo ndugu zangu ambao hawazidi wawili mm. Wapo ndugu zangu ambao hawazidi wawili watatu, hawazidi hapo mm. ambao hawajawahi kuchoka kunisaidia I amina mean. Wapo ambao hawajawahi kuchoka kunisaidia wa, hawazidi wawili watatu mm. Kila ninapoeleza wanajua, wananisapoti wananisaidia, nikwambia nimekwama hapa, wananisaidia okay. Kwa hiyo ambayo imekuwa imenifanya hadi leo niendelee kusafisha damu vizuri sasa katika hali kama hiyo, nini wito wako kwa serikali, kama mdau mkubwa ambaye ndiye mtunga sera katika utoaji wa huduma hizi, lakini pia kwa washikadau mbalimbali, ikiwepo familia ya ndugu wanaoumwa magonjwa ya figo pamoja na jamii kwa ujumla, nini wito wako? Wito wangu kwa madaktari na watoa huduma za afya kwamba wajitahidi kutoa matibabu sahihi kwa wagonjwa na hata pale wanapoona labda kuna tatizo, wachukue hatua kwa haraka kabla hali haijawa tofauti. Pia watoa huduma ha. wawe karibu sana na wagonjwa, wawapende, kwa sababu kuna wakati mwingine unaenda mahali unapata huduma kana kwamba yani, ule mtu kama ni unaona kama hataki uwepo pale. Kwa mm hiyo -hmm. Wito wangu ni kwamba watoe huduma sahihi na wachukue hatua mara moja pale wanapoona kuna mabadiliko, isije ikapelekea labda ufikia up, up, hatua labda kama mimi hivi naona sina mkono mm-hmm. Sisemi kwamba walikosea, lakini hatua zile zinachukuliwa kwa haraka ili ili kuwafanya wagonjwa waweze kupata nafuu ambayo inatakiwa. Kwa kweli wito wangu kwa serikali na kwa jamii kuna uh, wakati wanakaa nafikiri naona, labda kwamba watu hawajalielewa vizuri hili tatizo lilivyo kubwa, ukubwa hili tatizo, labda ningeomba serikali ijaribu. Ugonjwa wa figo ni ugonjwa ambao nafikiri kwa sasa unaongoza hata kwa kuua watu. Pale ninapofanya dialysis, vifo ni kila siku naviona watu wanashindwa kumudu gharama, hawaona hela. Anafanya dalisi mara moja, mara ya pili, ya tatu, hawezi. Serikali ingeiomba ijaribu, kwa, kwa jinsi ambavyo wameweza kuangalia watu ambao wanaumwa ukimwi au wale wa madawa ya kulevya, wangejaribu na huku kwenye figo, wakaja kuwekeza huko, wakatoa hata msamaha wa matibabu, waone jinsi gani wanaweza kuweka huko, watu wakatibiwa hata bure na hata kwa ndugu au kwa watu mbalimbali wenye uwezo wajaribu kutoa msaada kwa watu ambao wanasumbuliwa na maradhi ya figo, kwa sababu ni maradhi ambayo matibabu yake ni ya gharama mno, na usipofanya dialysis ndani ya siku tatu nne tano ujue haupo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao hauna subira. Ningeomba wadau, washikadau mbalimbali, mashirika ya umma serikali wajaribu kuwekeza huko kwenye figo waone jinsi ambavyo watawasaidia watu kwa sababu hata ugonjwa hauchagui. Pale pana watoto wadogo wanafanya yeah, dialysis, sisi niko nao pale. Kuna watu wazima, kuna vijana, kuna kila rika, kuna matajiri, kuna maskini, yaani mtu yoyote anaweza kapata huu ugonjwa. Kwa hiyo ningeomba serikali, najua inasaidia, lakini iweze kuwekeza nguvu zaidi kwenye maradhi ya figo, kwa sababu ni maradhi ambayo hayana hayana yani hayana subira, sio yale maradhi kwamba unauma unaweza ukakaa wiki ukafanyia. Hapana, yani u, ukiwa na tatizo la figo usipofanya dialysis siku tatu nne tano, haupo duniani ilo ndo wangu wa serikali. Asante sana ndugu mtazamaji wetu, mmemsikia e, mgonjwa wetu ana mgeni wetu mahali hapa, jinsi ambavyo anapambana na ugonjwa figo na jambo ambalo amezungumza, ugonjwa huu auchagui tajiri wala maskini, mtoto wala mkubwa, ili muweze kutusapoti kutuchangia chochote ambacho tutaweza kutusaidia kwenye matibabu yetu yeah. Asante sana mgeni wetu, na mimi ni kuombe wewe kama mtazamaji na mtanzania kwamba ziko namba za kulipa namba hapo kwenye skrini yako, pamoja na namba za CRDB. Pesa hizi zitatumika kwa ajili ya malengo ya kusaidia ndugu zetu ambao wanapambana na matatizo ya figo, na statement ya e, lipa namba itaonyeshwa kwenye skrini toka tumeanza kuchangia, na benki statement itaonyeshwa, na pesa zile zitatumika na kila atakayeguswa na kusaidiwa atakuja mbele ya skrini hii kuthibitisha ya kwamba amepata msaada. Kwa hiyo hakuna hata senti moja itakayotumika tofauti na malengo yaliyokusudiwa. Ni kuombe wako wachungaji wako mashehe wako watu mbalimbali mbali, wenye kuguswa kwa namna nyingi, taasisi za jamii, tuungane pamoja nasi tufanyike faraja kwa ajili ya ndugu zetu ambao, hawa ambao hawakuwahi kuomba kupitia katika hali hii walionayo. Mpaka kipindi kingine. Ni mimi mwandaji wako Dr. Silasi Kishaluri. Asante sana.